Kama mwanamke siyo dada yako, siyo mama yako, siyo mke wako, siyo binti yako, huyo mwanamke usimpe pesa yako kizembe. Narudia, hakunaga mwanaume anayejitambua asiwe bahili. Mwanaume anayejitambua lazima awe bahili. Mwanaume ambaye hajitambui ndiye ambaye anakuwa siyo bahili. Kijana, iko hivi, ukiona wanawake wanakusifia sana, hasa wanawake ambao hawana kitu, omba omba, tegemezi, wanakusifia sana ujue, kuna sehemu kubwa unakosea, yaani sana tu, kuna namna hujitambui. Ukiona wanawake wanakuambia una mambo ya kizamani, wanakuambia kwamba wewe ni mkoloni, wewe ni mbahili, wewe mtata, wewe mbabe na sifa zingine nyingi ambazo zinawakera, ujue hapo upo kwenye laini, ujue fyucha yako kesho yako inazidi kutakata, jua kwamba unajitambua. Ila ukisifiwa sana, we mzungu, una baya, una noma, kuna sehemu unakosea. Mwanaume kama huitwi bahili, aisee, jiangalie sana, hasa wanawake wakisema wewe sio bahili, kuna mahala unakosea. Kwanza, mwanaume lazima ajiheshimu. Mwanaume lazima aheshimu kazi yake na aheshimu jasho lake, yaani mapato yake. Na mwanaume kuwa bahili ni sifa, hicho ni kielelezo kwamba huyo mtu anajiheshimu, huyo mtu anaheshimu jasho lake. Sasa mwanaume, unaanzaje kuhongahonga hovyo tu? Hiyo ni sifa ya wanaume dhaifu. Mwanaume kamili aongi ovyo ovyo. Wanawake huwatumia wanaume dhaifu. Kutokuwa bahili ni ishara kwamba wewe ni mwanaume dhaifu. Wewe huwezi kumkatalia mwanamke akikuomba tu hela, umetoa. Yaani wewe huna maamuzi, yaani wewe huna roho ngumu. Mwanaume lazima uwe na roho ngumu, lazima ujue kusema sina, hapana Sitaki, haiwezekani. Mwanamke lazima ajue yeye siyo muhimu kuliko pesa yako. Yaani mwanamke kama siyo mama yako, dada yako, siyo mke wako, siyo binti yako, usimpe pesa. Lazima atambue kwamba yeye siyo muhimu kuliko pesa yako. Hiyo ni kanuni ya wanaume wote wanaojitambua, kwa sababu pesa yako ina uwezo wa kununua wanawake chungu nzima. Wawe kumi, wawili, watano, sita. Ukiwa na pesa yako unaweza kuwanunua, lakini mwanamke yeye hana uwezo wa kufanya hivyo, na kama akifanya hivyo kwako wewe, hujitambui. Hiyo siyo sifa ya mwanaume. Mwanaume, kiwango cha wivu kihamishie kwenye pesa, siyo kwa mwanamke. Acha kuwa mzembe, jitambue. Wewe mwanaume, pesa zako lazima uzionee uchungu, lazima uzionee huruma Usikubali watu wasichezecheze tu hovyo. Mwanamke akichezea pesa zako fukuza. Ndivyo wanaume tulivyo. Mwanaume, mpe pesa mwanamke anayekupa pesa. Hiyo ni kanuni, inakupasa uishi nayo. Naomba nirudie, mwanaume, mpe pesa mwanamke anayekupa pesa. Hiyo ni kanuni. Kama hakupi pesa, kamwe usimpe pesa, achana naye. Hata Mwenyezi Mungu ambaye ni mkuu kuliko vitu vyote, Jalia, muumba wa mbingu na nchi, hawezi kukubariki kama hutoi sadaka au zaka. Lazima utoe naye yakupe. Hiyo ni kanuni ya wanaume wote duniani. Yani kama una akili mwanaume, lazima utafanya hivyo. Mwanamke akikupa pesa kidogo, mpe mara mbili mpaka mara tano yake. Mfano, mwanamke akikupa shilingi elfu kumi huyo levo yake mpe elfu ishirini mpaka elfu hamsini. Mm, una kipengele chako, una jambo lako ukamtesti, hakupa elfu kumi, huyo anafaa kupewa elfu ishirini mpaka elfu hamsini. Usitoe pesa kwa mwanamke ambaye hatoi unachompa, hiyo ni kanuni. Usiwe mjinga, ewe ndugu yangu mwanaume, usikubali wanawake wakuendeshe. Siyo mama yako, siyo mkeo, siyo binti yako, siyo dada yako. Unakubali vipi ya kuendeshe, na unampa pesa ya nini? Ngoja nikwambie kijana, ngoja nikwambie mwanaume, moja ya dalili wewe ni mwanaume unayeendeshwa na wanawake ni kwenye matumizi yako ya pesa zako, ni kwenye matumizi yako ya kipato chako na jasho lako. Unaanzaje kumpa pesa mwanamke ambaye siyo mkeo? Sio mama ako, sio dadako, au binti yako. Embu nipe sababu sio mkeo, siyo mama ako, siyo binti yako wala si dada ako. Hana shida yoyote kusema kwamba ana changamoto, unamsaidia mpita njia tu. Yaani nipe sababu, unampa pesa ya nini mwanamke? Kwa sababu ya ngono? Hapana, huo ni ujinga. Kama wewe ni mwanaume unatoa pesa kwa ajili ya ngono, unakosea sana kama ni ngono, hata wao wanawake pia wanahitaji. Kwa nini uwape pesa? Ngono si tu hitaji la wanaume peke yao, hata wanawake na wenyewe pia wanahitaji. Etio nisipowapa pesa wataninyima, mjinga wa mwisho wewe. Nani amekuambia hivyo? Nani huyo? Ukiona ili upate ngono ni mpaka utoe pesa, ujue thamani yako iko chini. Yaani wewe ni low value man. Nilishawahi kukuambia jinsi ya kupandisha thamani yako. Ndiyo, ewe mwanaume, fahamu namna ya kupandisha thamani yako. Kama umesahau, ngoja nikuambie tena, fanya mambo haya kadhaa. Ukifanya hayo mambo, yatapelekea thamani yako ipande, thamani yako itakuwa, thamani yako ikikua, watakuja tu wenyewe hao. Mwanaume, kuwa bahili, hela yako usiitoetoe hovyo. Sasa ili uweze kupandisha thamani yako Jambo la kwanza, mwanaume fanya kazi kwa weledi. Mwanaume fanya kazi kwa weledi, kazi sahihi, kazi halali. Hakikisha una ujuzi ambao kupitia huo ujuzi unafanya kazi zako kwa kiwango cha juu. Wewe uliwahi kuona wapi kijana mchapakazi mwenye ujuzi na mwenye hela anahonga wachapakazi? Wenye ujuzi na wanahela uwaga hawahongi. Wapi uliona? Ukiwa mchapa kazi una juhudi, huwezi kuonga wanawake. Wao wenyewe ndio ambao watakutafuta, wao wenyewe watakuja. Ukifanya kazi unaongeza thamani yako. Mwanaume fanya kazi kwanza, mengine yatakuja tu. Kingine mwanaume ili uweze kuongeza thamani yako kuwa mtanashati, kuwa makini. Mm, kuwa smart, kuwa mtanashati. Si unafanya kazi, kuwa msafi, kuwa smati, usiwe nyambunyambu nyambu. Tu jipende hela ambayo unapata, vaa vizuri, nunua viatu vizuri, nunua mafuta mazuri, pakaa, nyoa vizuri. Usiwe kama wale wanaume wajinga, wajinga wanafanya kazi lakini hawavai vizuri wao. Wow, kutwa kuvalisha wanawake. Wanafanya kazi, wanahela, hawapaki mafuta mazuri, kutwa kununulia wanawake mafuta wanafanya kazi lakini hawali vizuri, kutwa kununulia wanawake vyakula. Yani wenyewe hawali vizuri, kutwa wao kununulia wanawake nyama, chipsi, pizza, baga, kuwapeleka ice cream, na hata wao hawali. Mjinga wa mwisho! Wewe ukiwa mtu wa hivyo, wanawake lazima wajilete wenyewe. Si unahonga unatoa hela, alafu wanaambiana hao, wanakuambia ho, una sura mbaya. Hapana, wewe hauna sura mbaya. Wewe hujitambui, jipende kwanza mwenyewe alafu utaona kama hiyo sura mbaya unayo ama hauna. Hauwezi kuwa na sura mbaya kumzidi hayati Daktari Remi Ongala, lakini alimiliki mali safi tu. Kwa nini? Alifanya kazi kwa bidii, akawa mtanashati, akajipenda, akapata mali nzuri tu, tena mali ya kizungu. Unafikiri kwa nini? Alikuwa na ujuzi, alijituma, alifanya kazi. Wewe unakaakaa tu hupo upo, upo. Lazima utaishia kuhonga tu wanawake. Kingine mwanaume, ili uweze kuongeza thamani yako, jenga fikra chanya, usiwe na fikra chafu za mateso kama vile wanaume wajinga. Usiwe na misemo ya mwanaume mateso, hiyo ni misemo ya wanaume mizukule, wanaume ambao kutwa wanatumikishwa na wanawake wengine. Ewe kijana, ewe mwanaume, kumbuka wewe ni mtawala. Ndiyo, wewe ni mtawala. Sasa kama ni mtawala, iweje uteseke? Angalia watawala kama vile maraisi, wafalume, mawaziri, wabunge, wao ni watawala. Jenga fikira chanya kwamba wewe ni mtawala, hupaswi kuteseka kwa ajili ya wanawake, tena wanawake wasio kuhusu, sio mama yako, dada yako, binti yako, mkeo. Iweje uteseke kwa ajili yake? Kingine mwanaume, jifunze mawasiliano ndiyo, jifunze mawasiliano communication skills. Jifunze namna ya kuongea. Mwanaume kijana, lazima ujue namna ya kuongea. Jifunze namna ya kusikiliza. Mwanaume kijana, soma vitabu. Kama hauna muda wa kusoma vitabu, sikiliza makala mbalimbali mbali, dokumentali mbalimbali mbali, hata kama hapa Chakula cha Ubongo, tegea sikio, ongeza uwezo wako wa kuwasiliana. Ukifanya hivyo utaongeza thamani yako. Inavutia kuwa mwanaume anayejua kuongea, anajua kusikiliza. Inaboa, inakera kama hauwezi kuongea, haujui kujieleza, haujui kusikiliza, inaboa. Mwisho wa siku lazima utoe hela kwa wanawake, utahonga sana kwa sababu wewe ni mjinga. Leo kupitia hapa Chakula cha Ubongo basi tuutoe ujinga, wengine utasikia utasikiao, oh, chifwe Wanawake bila pesa huwapati, sio kweli? Huyo ni chizi anayesema hivyo. Mbona wenzio kibao tu wanawapata, tena wanawapata wanawake bure, tena wanawake wazuri na wakali, warembo, wasomi, wenye kazi za maana, viongozi. Wewe cha kufanya jiheshimu, ongeza thamani yako, alafu uone kama utapata ao ombaomba. Ao jipe thamani kiasi kwamba mwanamke aone kuwa na wewe ni bahati, na kama akikukosa, imekula kwake. Ongeza thamani yako mwanamke, mwenyewe aone kwamba kuwa na huyu bwana ni bahati, ni fursa. Wanawake wengi wanakuomba pesa hovyo, ni kwa sababu wameona wewe ndio una shida nao, wameona wewe ukiwa na wao kwako ni bahati. Jambo ambalo hupaswi kuwa nalo mwanaume, jambo ambalo hupaswi kuwa nalo kijana. Ewe mwanaume Pandisha thamani yako ndiyo, pandisha thamani yako iwe juu mpaka wanawake wakutongoze wao wenyewe. Kama hujawahi kutongozwa au husumbuliwi na wanawake, basi jua una kazi kubwa ya kufanya, jua thamani yako ni ndogo. Nikuambie kitu, wanawake ni kama vipepeo ambao huwafuata wanaume ambao ni maua. Ndiyo, vipepeo hufuata maua. Sasa wanawake ni vipepeo, wewe mwanaume ni maua. Kama wewe ni maua wanawake hawakufuati, jua kwamba mti wako haujatoa maua. Nafikiri umenielewa. Hivyo ewe kijana, ewe mwanaume, acha tabia ya kushobokea shobokea wanawake, acha tabia ya kutiatia huruma tu kwa wanawake. Kama vile mkiwa pesa yako usimpe mwanamke kizembezembe tu. Usiwe kama rafiki yangu mmoja hivi, yeye alikuwa anapenda kusema kwamba sura yake ni mbaya, ndio maana wanawake wengi hawamtaki, wanamkimbia, lazima atoe hela ili aweze kuwapata. Nikamwambia, ndugu yangu, huna sura mbaya, wewe ni bonge la handsome, isipokuwa tu haujaamua kujitambua, isipokuwa tu thamani yako ni ndogo. Nikamwambia fanya kazi kwa bidii, kwa weledi, kuwa smati mtanashati, kula vizuri ni sehemu muhimu hii, weka mwili wako sawa, kuwa shupavu mkakamavu, usiwe tu goigoi lakini pia jenga fikira chanya, usiwe na fikira chafu za mateso. Lakini jifunze mawasiliano yote kwa yote. Mwanaume, omba sana Mwenyezi Mungu, usiache kuomba. Omba sana Mwenyezi Mungu, yaani kila hatua dua, mzee Baada ya hapo, fanya kazi kwa bidii, ongeza kipato chako. Mwisho nikuambie, kama siyo dada ako, kama siyo mama ako, kama siyo mke wako kama sio binti yako usimpe pesa mwanaume, kuwa bahili. Narudia tena, hakunaga mwanaume anayejitambua asiwe bahili, huyo mwanaume hayupo. Hiki ni chakula cha ubongo. Ngo, ngo.